Mafanikio au kupiga hatua kwenye eneo lolote, kwanza lazima ibebwe kwenye akili zako kwa njia ya kuwaza au ya kufikiri, kabla halijazaliwa kwenye maisha yako na kudhihirishwa. Eneo lolote ambalo unataka kupiga hatua, lazima kwanza libebwe ndani ya akili yako kwa njia ya mawazo, liwe conceive. Halijazalishwa. Akili yako ni kama tumbo la uzazi. Unapowaza, unaachilia mbegu ndani yake. Ni mpaka kwanza iwe conceived, ipokelewe na ibebwe kwenye akili ya mtu, ndipo itakapozaliwa kwenye maisha ya mtu. Kwa mikono yako haiwezi kushika ambacho akili yako haijakishika kwanza, mikono yako haiwezi kubeba. Matokeo kwenye eneo lolote la maisha yako bila kwanza akili yako kubeba majibu yale kwanza, na maisha yako ya mwilini hayataishi majibu unayotafuta mpaka kwanza akili yako imeyaishi majibu unayotafuta. Kwa hiyo ili uwe juu tu, lazima umiliki uwezo wa kuwaza. Jiulize tu kwamba hapa, hapa, hapa kuna, kuna, kuna, kuna kitu kinatakiwa kifanyike, kuna mambo yanatakiwa yafanyike. Unajua thamani ya mtu eneo lolote lile ni matokeo ya kuwaza kwake. Kwa akili yako ndio inakupa thamani mahali ulipo, akili yako ndio inakupa thamani mahali ulipo. Mahali popote unapojikuta kama uumizi kichwa, hutumia akili, unapoteza thamani. Farao akamwambia Yusufu, tupate wapi mtu kama wewe mwenye roho wa Bwana ndani yake. Kiwango cha thamani ya mtu kinategemeana na aina ya roho inayompa mawazo. Kwa roho iliyoko nyuma yako inayofanya kazi pamoja na akili yako ndio inayoamua thamani ya maisha yako. Farao anamwambia tu pate wapi mtu kama wewe mwenye roho wa Bwana ndani yake. Yusufu anaongelea swala la mwenye hekima na akili. Anamwambia Farao ili jambo lako kulikamilisha nimeshakupa solution lakini ili likamilike akili lazima ipo kazini. Mtu awaze, tafuta mwenye hekima na akili. Kwa nini? Sababu hekima ni matumizi sahihi ya, ya maarifa na maarifa yanatokea kwenye akili. Farao anamwambia tupate wapi mtu kama wewe mwenye roho wa Bwana. Jamaa anaongea mambo ya akili na hekima, unaongea mambo ya roho wa Bwana. Anamwambia roho wa Bwana ndio alikupa haya mawazo jamii yangu hii ya Misri yote hii washirikina wote humu nchi nzima washirikina viongozi wangu hutu, wote, ni, ni wabe matunguri tu hawajui chochote mapepo yetu yameshashindwa hana huo uwe uwezo roho alioko ndani yako ndo anaweza tupate wapi mtu kama mwenye roho wa Bwana ndani yako uh -huh. ka ndio maana lazima umwingejira mtakatifu umshirikishe mtakatifu e kila jambo na akupe solutions Sikiliza nikwambie, mahali popote ulipo, ukiona kuna shida fulani au kuna jambo ambalo unadhamini kama vile amendi, sawa, ni atakalienda hivi ingia alifanye. Unapojikuta popote, unaposovu changamoto iliopo hiyo, ndio ngazi zako kupandia. Wakina Daniel alifanyaje? Ifika mahali mpaka Daniel aliposaulika kwenye ufaume kama watatu hivi, Malkia akamwambia, ndugu yangu, umefanya kosa, kuna mtu anaitwa Daniel, wakati utawala baba yako wao, kumwacha wewe unamwachaje? Yule jamaa baada ya kuandika mene mene, umeacha umemwacha yule yule, hataki kuachwa, umemwacha umemwachaje yule yule jamaa? Enzi enzi za wote walikuwa namtegemea mlete hapa. Sikiliza, Danieli haku- hakutafuta tangazo la kazi, kazi limkuta chumbani kwake. Kuna mambo ukiyafanya kesho, kesho kutwa, bila wewe kujua, utatafutwa chumbani kwako.